Tumeanza na tenki la Kisanga lenye uwezo wa kuzalisha maji lita milioni sita. Mheshimiwa waziri, mara baada ya kuja kwa tenki la Kisanga wanufaika wanakwenda kuwa watu wa Kunduchi na kwa maana ya Kundushi juu na Kunduchi chini, maeneo ya Jogoo, maeneo ya Mbezi Bichi, maeneo ya Kwazena na maeneo ya Kwakomba na baadhi ya viunga vya maeneo ya Kawe ao kwa kufungua na kuashiria maji ya kwanza kwenda kwenda kwa walaji. Maanake tunatarajia kupita sasa mitaani kwa ajili ya kufuatilia utawanyikaji wa huduma kwenye haya maeneo. Kwa kawaida tunapowachia maji yetu ya tanki la Kisanga lenye uwezo wa lita milioni sita kwa sababu mheshimiwa waziri tuna mara zote tunatarajia kuwashibisha watu wetu kwa wastani wa masaa nane mpaka tisa. Na mara zote tukiachia maji haya huwa tunaweza kushibisha maeneo yote kwa wakati mmoja. Inawezekana baadhi ya vijiji moja moja kwa matatizo hapa na pale, lakini ndio maana timu zetu zinakwenda mitaani kwa ajili ya kujibu hoja ya kuhudumia Kuboresha, kule kule mitaani waliko wananchi labda kwa maeneo ambayo leo tunaachia maji na naenda kupata huduma maji kama kuna mteja eh, anapata changamoto, nakuta hilo la binafsi, atoe tu taarifa. Na sisi viongozi tupo, na tumewaelekeza mameneja watoke ofisini, wapite baadhi ya maeneo. Unakuta mwingine hapati kwa sababu labda sehemu pameziba, hu watafanya hiyo kazi na watu waendelee kupata huduma safi na salama. Naitwa Happy Daniel, ni mjumbe wa serikali za mitaa mita, mtaa wa Tegeta. Namshukuru Mheshimiwa Rais kwa kutuona kwa kutushisha ndoo, ndani ya siku mbili tatu tumepata tabu sana kuhusu maji, leo hii ule uhaba wa maji umeenda kuisha. Asante sana Mheshimiwa Rais na uongozi wote wa, na waziri wa maji pamoja na katibu mkuu, nimemsumbua sana kwenye simu. Kwa kweli changamoto ya maji ile eneo ni kubwa. Lile tenki lile pale liliwekwa pale kwa ajili ya kuhudumia eneo la Kisanga, wakati fulani kuna shida ya maji. Lakini ile tenki inahudumia tu kule upande wa kule sana. Tenki liko karibu lakini hapa kuna wakati sisi ni sehemu ya mwisho sana ya maji. Lakini alhamdulillah engineer alijitahidi kufanya maji yanakuja kwa pressure. Kuna wakati maji yatumika sana kule chini, magereji upande wa kule. Huko unaweza kupata maji kwa uchache. Lakini walijitahidi wali walitaka kushughulikia ile tatizo kwa kufanya loop kuunganisha maji yanatoka kule yahudumie pia na huko. Lakini nadhani walishindwa kwa ajili ya vifaa. Na imani kwa kuwa waziri huko atawawezesha hawa.